Hapa mbele yenu kwa, kwa ajili ya kusoma risala iliukawa ya kulelea watoto yatima na wanaoishi katika mazingira magumu Ikwilili Children's Home. Tembelea kituo chetu, kilianzishwa mnamo mwaka 2014 na kupata usajili wake wa kudumu Oktoba 2014. Kilianza na watoto wawili mapacha ambao tulikabidhiwa na afisa ustawi wakati wa kujifungua. Kituo chetu kimeendelea kupokea watoto hata, watoto wanaishi kwenye makao ni watoto kumi na mbili. Hawa wanasoma katika shule za msingi na sekondari. Lengo la kuanzishwa kituo hiki ni kusaidia watoto yatima na wanaishi katika mazingira magumu lakini pia kulinda haki na kuthamini utu wa watoto wanaishi maeneo ya Rufiji na maeneo jirani. Tunao taratibu maalum wa kupokea watoto hawa, tumeka wilaya ambaye ndiye mwenye jukumu la kuhakikisha ustawi bora wa watoto na viongozi wa serikali ya kijiji, ili kupata watoto wanaostahili kupata. Pia watoto tunawasaidia wakiwa majumbani ile malazi, malezi, magazi, chakula, elimu, afya na ulinzi, nne, na ulinzi na usalama wa. tumefanikiwa kuunganisha watoto wanne na familia zao. Changamoto na mapungufu ya makao ya malezi ya watoto: moja, upungufu mkubwa wa zana za elimu kwa watoto kama vile vitabu vya kusomea kituo kukosa chombo cha usafiri wa dharura hasa nyakati za utatu, ukosefu wa vitu vya burudani na kuchezea watoto kwenye mazingira ya nje kama bembea, kamba na mipira. Kuna watoto wenye uhitaji wa malezi lakini jengo tulilonalo halitoshi na hatuwezi kujenga nyumba zaidi kwa sababu eneo sio letu kulingana na changamoto hii ya eneo nilazimika kuongea na mwenye nyumba na ameridhia kutuuzia kwa kiasi cha milioni themanini. Tumeshaanza mchakato wa kuomba msaada kwa wadau mbalimbali watakaoweza kusaidia michango yote itakusanywa kwa account number: tisa, mbili moja tatu moja sifuri sifuri tatu nane tisa sifuri NMB Bank. Hivyo mkiwa kama wadao, tunaomba mpokee jambo hili. Asanteni kwa kusikiliza. Yes, makofi kwake tafadhali, dada Sofia. Wakati anarudi basi